Halifanyiki lolote pasi na kumtanguliza yeye Muumba mbingu na ardhi mwingi wa baraka na neema. Bila shaka kinachofanyika hapa ni wachezaji na staff wa Singida Black Stars wakimshukuru na kumwomba Jalali kwa namna ambavyo wamepata bahati ya kushuhudia siku hii ya leo Ijumaa tukufu. Wamebakiwa na usiku mmoja tu kuamkia kesho watakapokwenda kwenye kipute cha kombe la CRDB hatua ya nusu fainali baina yao na kikosi cha Lunyasi. Uh, kwa maana wekundu wa Msimbazi Simba kama ambavyo unashuhudia hivi, mjadala mdogo baada ya dua ni kujadili namna gani ambavyo wanakwenda kuamua kesho atakwenda kukutana nao. Unashuhudia hapa namna ambavyo kikosi hiki, kwa mbali unaoshuhudia mlima wenyewe wa Kwaraa na huo ndio wenye jina la uwanja huu Tanzanite, Kwaraa hapa uh, halmashauri ya mji wa Babati kama ambavyo unashuhudia. Nilikuambia tu kwamba jukumu waliokuwa nalo leo ni kuja kuhisi hali ya uwanja ama pitch feeling, na jukumu lao ndio hili linakamilika hapa. Na baada ya hapo, dakika chache zijazo watawasili hapa pia kikosi cha wekundu wa msimbazi Simba. Wanashuhudia mastaa hawa wa kikosi cha Singida Black Stars wakiwa wanatawanyika bila shaka, wamezungumza na walizungumza, sasa jambo limekuwa muhimu kwelikweli. Hatujamuona kwa muda mrefu uh, Gadiel Michael Kamagimbaga yupo hapa, lakini pia wakina Ibrahim Imoro wapo hapa, simsahau pia Jonathan Soa, ingawaje ana bandage katika mguu wake wa kushoto, lakini naye pia yupo hapa. Ni maandalizi kuelekea kwenye mchezo wa hapo kesho chini ya mwalimu Mkenya David Ouma. Kesho ndio atakwenda kuamua nini kinakwenda kutokea. Unamshuhudia kule Gadiel Michael Kamage mbaga akiwa na mwanae Kevin Nation Naftali. Wakati huo kuna mwamba na dundo katikati pale, watu wana enjoy wanakula bata kama mvona. Namshuhudia Benjamin Haule, mkongo wa kikosi hichi cha Singida, ukiachilia mbali na kapteini uh, ambaye uh, alikuwepo pia katika kikosi cha Ukundu wa Msimbazi Simba, jamaa kile anatoka Kennedy Juma Wilson, jezi yes, namba 26, jina nataka kumtoka kwa Kennedy Juma, lakini pia Benjamin Haule naye pia, Benedict Haule naye pia ni mkongwe kwenye kikosi hiki cha Singida Black Stars, kama vile mnashuhudia hivyo, mastaa hawa, kikosi cha Singida Black Stars wakiwa hapa wanaenjoy na kuishuhudia pichi ya uwanja wa Tanzanet kwa raha. Hakika pichi ni nzuri na inavutia, hapana shaka. Tuombe dua tu, mara kadhaa viwanja vyetu vimekuwa vikiathiriwa na mvua. Tuombe neema ya mvua isiwe kubwa basi, kesho walau tushuhudie mbingu zikiushuhudia ama ardhi ya uwanja wa ardhi ya babati ikiushuhudia mchezo mzuri na muhimu baina ya Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars.

Wanachokifanya wachezaji wa Singida Black Stars sambamba na staffs wa benchi la ufundi hapa katika uwanja wa Tanzanite kwa Raba Babati mkoani Manyara, kama mnashuhudia, ni kanuni tu ndizo ambazo zinawaruhusu kuwepo hapa muda huu mapema sana. Namwona mwamba yule anaenjoy eh. Kuna dundo fulani analo Ibrahimu Moro hapa linamfanya mwamba anaenjoy mwenyewe, singeli kwa mbali hivi, bila shaka ni Meja Kunta. Eh, dundo linapiga, watu wanaenjoy bila shaka kesho wataenda kutuonyesha namna gani ambavyo wamejiandaa kuelekea kwenye mchezo. Kumbuka mchezo uliopita wa ligi kuu soka Tanzania Bara walipoteza goli moja kwa sifuri dhidi ya Lunyasi wakiunda Msimbazi. Simba wanakwenda kurudiana tena katika mchezo ambao ni lazima mmoja afungwe. Huu ni mchezo wa mtoano, nusu fainali ya kombe la CRDB. Tunasubiri nani atafanya nini kwa wakati huo, kama ambavyo unashuhudia hivyo kwa muda kidogo hatujamshuhudia Gadiel Michael Kamagi Mbaga leo, huyu hapa Gadiel Michael Kamagi Mbaga. E, pengine naye anaweza kuwa sehemu katika mchezo wa hapo kesho. E, tusubiri tuone. Gadiel Michael Kamagi Mbaga huyu ameitumikia timu zote kubwa za Tanzania, ameanza Azamu, akaenda Young Africans, akaondoka akaenda Simba Sports, aka akatoka kwenda Singida, akauzwa kwenda nje ya nchi, Afrika Kusini, amerejea tena uh, Singida Black Stars, kama ambavyo unashuhudia wanaenjoy tu wachezaji wa Singida Black Stars. Hmm. Yeah. <laughs>